Habari mtazamaji wa SEIC TV, leo ni siku nzuri, siku kabambe kabisa. Tuko Msoma hapa hapa Msoma pazuri, tupo kwenye kongamano letu zuri kabisa, kongamano la waimbaji. Ukicheki tazama, hao ni waimbaji. Tuko hapa na leo tupo kwenye kipindi chetu kizuri kabisa, kipindi cha, kipindi cha Bible Challenge. Na leo bwana, nataka tupige mbongo za watu, tuone je wanasoma bibilia au la hasha. Twenzetu. Naona anakimbia nna wanakimbia huanakimbia. tuanze nau u njo tuanze. Shalom, shalom. Shalom. Uko mzima uko mzima. la leo? Vizuri. Sasa hapa tuna challenge yetu, tunapima mbongo za watu, tujue je mnasoma Biblia au la? Na maswali kadhaa nataka nikuuliza, uko tayari eh? Niko tayari. Swali la kwanza. Uko tayari eh? Niko tayari. Nani alimbatiza Yesu? Yohana mbatizaji. Yohana mbatizaji Una uhakika? Kabisa. Yesu alikuwa wa na wanafunzi wangapi? 12. Huyu, ah, anajua huyu anajua bwana. Twende swali lingine. Nani alimkana Yesu mara tatu? Petro. Ni Petro. Una uhakika? Huku. Jamani tunaendelea, tunaendelea, tunaendelea. Hebu njoo kwa huyu hapa, njoo kwa huyu hapa, njoo kwa huyu hapa. Shalom, Shalom. Shalom. Unaonaje baada ya leo? Nzuri. Tuna Je, utayaweza? masuala yetu kadhaa hapa. Unasoma Biblia? Unasoma Biblia kweli? Ndiyo. Nani alimkana Yesu mara tatu? Petro. Petro, siku ya saba Mungu aliumba kitu gani? yaani yani, ile siku ya saba Mungu aliumba kitu gani? Nani alimbatiza Yesu? Yohana <laughs> ni Yohana Mbatizaji. Yesu alikuwa na wanafunzi wangapi? kumi na wawili wa, wow. ni siku ya ngapi Mungu alimuumba mtu. Yaani siku ya ngapi Mungu alimuumba mtu? Siku ya ah, sita. Amepatia.